Binti huyu ambaye ni msomi wa Chuo Kikuu cha Kilimo SUA alihitimu shahada yake ya sayansi ya uzalishaji na ukuzaji viumbe hai majini mwaka elfu mbili kumi na nane. Baada ya kuhitimu pale, nikaona nijitafute ni, kitu gani ambacho naweza nikafanya kulingana na ile miaka ni, mitatu nimetumia kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini. Aliamua kutumia elimu yake ya chuo kikuu kuzalisha vifaranga vya kambale kwa njia ya kisasa ili kukidhi hitaji la wavuvi na wakulima. Kwa sasa ni takribani miaka mitano nimebobea katika fani hii, wanapenda kujita master wa kambale, yani uzalishaji wa kambale, naingi kambale akimfunika anatulia. Naifanya hii kwa sababu uhitaji au demand wa vifaranga vya kambale ni mkubwa sana. Ni mkubwa kwa wavuvi kama chambo, ni mkubwa kwa wafugaji wa kambale uhitaji ni mkubwa, alafu supply, hamna. Ukifika nyumbani kwake utashuhudia mabwawa madogo madogo na tenki za maji zilizotengenezwa kitaalamu, na anasema samaki wanahitaji uangalizi wa karibu, ikiwemo swala la ulishaji wa chakula. Hii ndo sehemu ambayo nawalishia samaki wangu ko, hata wakulima wote huwa na, na washauri kwamba lazima unapowalisha samaki wako hakikisha una eneo maalum la kuwalishia samaki wako yaani, unawazoesha hii pia ya kulishia sehemu kama hii. Ukiwa na sehemu maalum ya kuwalishia, inasaidia pia kutokopoteza chakula kingi. Kwa mwezi naweza wa kuzalisha vifaranga zaidi ya elfu ishirini na kifaranga kimoja cha wiki sita au miezi miwili nakiuza shilingi 250 mpaka mia tano na inaendelea kuongeza Ku, ku, kuongeza miundo mbinu matenki zaidi ili niweze kuongeza idadi ya uzalishaji. Kusababu, kwa sababu kwa sasa hivi malengo yangu pia na mimi pia nisishie tu kuzal, kutotolesha vifaranga nahitaji pia niwakuze na mimi pia niwe supplier wa vifaranga, lakini pia niweze kuuza kitoweo yani ni supply pia kambale wakubwa nusu kilo, kilo moja, kilo mbili, kwa sababu aa ah, kambale wakilishwa vizuri anafika mpaka kilo saba. Nini ambacho unaona kinaweza kawa msaada mkubwa kwako kwa ajili ya kupanua project yako hii ambayo unaifanya ufugaji wa kambale? Ni mtaji zaidi. E, ni mtaji kwa namna ipi? Mtaji kwa namna ya nipate eneo, nipate miundombinu. Katika shughuli zake za uzalishaji wa vifaranga vya kambale Anawasaidizi wawili na wanaeleza wanavyonufaika kupitia mradi huo. Ninapoingia kwenye ulinzi, kumlindia hawa samaki wake, ananipa ana mshahara mimi, nafanikiwa kupata angalau hela kidogo kidogo nikiki, nikimsaidia kwenye kazi zake. Wavuvi wanaofanya shughuli zao katika ziwa Viktoria wanasema vifaranga vya kambale vinawasaidia katika uvuvi wa sangara. Ni kwamba hivyo nani hizo kambale unazozisemea Upatikanaji wake hatuwezi kujua kutokana na kwamba si hatufuati kule vinavyotokea, lakini kama vikipatikana siku vinavyopatikana vinaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine, kutokana na wakati huo unaovitumia. Kwa mfano hapa kuna majike na madume. Renatha Eliasi mwenye umri wa miaka 30 anajitafuta kukidhi hitaji la vifaranga vya kambale kwa wavuvi na wakulima, ni miongoni mwa vijana waliohudhuria darasa la fursa furusa la Maremu Rugemtaba mwaka 2020.